Waluku wote wa, wa populasio viewa kuzunguza nao walimu wakaza wauka wa, waajornalisto wa mashabari wa watu wengine hata waceruzi. Baada ya kuongea, tuliona kama raia ya Uvira inapendelea sana kupata amani, na hiyo amani ya kufikia inaomba mambo kazari za ilifanywa mkutano katika uh, sale kovalante ya zgeri ya Uvira siku kumi na saba mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili makumi mbili na tano. Na baada ya hapo uh, raia wa Uvira waliosema mambo yafuatayo kuhusu kurudi kwa ndugu wa kumizi wanaokuwa hapa no, mji Uvira na wanakuwa kwenye mji wa Burundi. Naomba sana wandugu waruti, lakini wanapasha kuwapatia usalama imafaa, wawaache waruti bisimastahili kufatana na nuru ya e, organization international bisi e, inasema aa watu wa diplomasi wanapasha kuruti e, bila hata tatizo moja kwenye makao yao, na hiyo itasaidia sana watile makazi zao kisi ilijua tangu zamani kuhusu e, mambo ya humaniter. Shirika la rae inasema sana, naalika watuu akuwa viongozi wa, wa, wa, wa ngambo yote waendelee kuzungumuza musuti hiyo maede hata mtu wa Uvira isaidie popilasio tunakuwa saa vile, kwandugu wenye wanapasha kuwa ivaliwe wasivii wenye walirumia wenye watoto saa vile wa mama wote wanapasha kuruti, lakini tunakuwa hiyo ni zuizeiikataisiatet tunaandika sana wa humaniteri wa uti unasema pia iiutasaidia maki humaniteri kuwe katika mtu wa Uvira, hata wa Uvira sawa vile akuweza kuleta mapote sose, sawa vile chakula, sawa vile dawa, sawa vile maji na mengineyo. Itasaidia sana wandugu wa Uvira wa kuishi kwa amani. Kuhusu di, di, diplomasia, shirika la raia ina alika Government ya Burundi iangalie sanama tangu zamani inasaidia kusema kama kutita kwenda kuvuka na kurudi kwenye mipaka ya Burundi hata ya Kongo iko garantie. Kwa hiyo iko wanasema tapasha kwenda na kurudi bila hata izuzo moja, ndio maana tunalia sana eh, Itabidi fungue mipaka yao hata isudi wa ndugu hata huko Burundi hata uliona Kongo waingie na warudi bila hata tatizo moja. Kuhusu wapasha habari, tunaeleza kama shirika kwa wapasha habari wako na kazi kubwa sana, inajulikana na katiba yetu ya nchi. Wapasha habari wanapaswa kufanya kazi yao bila hata tatizo moja, na hiyo inatusaidia sana kupata habari wa saa habari ya kweli ndio maana sisi shirika la raia tunasema hachiega pashabari wapepeleze habari isematawo bila hata a kiziizo kimoja hapa mujo Uvira ei utao pira. Na kuhusu hiyo retea wa urugu wa id walisema wanatoka sisi. Sasa shirika la raia na raia ya Uvira tunapa tukijisana, tunajiuliza tena zaidi wao watu wa wawaawa aaa, sasa warati gani ya usalama wanatuachia sisi raia hapa Uvira? Baada ya hapo, tunauliza tena wakati gani hiyo force net walisema itakuwa itakuja siku gani, na kama ile force net itakuwa ske makazi ya ilikuwa zamani adistaion isi likazamai tailsiikua akuataatankakisema